Simulizi ya Rama na Eliza, mapenzi yaliyozala utajiri wa ulimwengu. Katika mji mmoja uliokuwa umejengwa kati ya milima miwili mikubwa, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Rama. Rama hakuwa na mali, hakuwa na jina kubwa, wala hakuwa na ndugu wenye pesa. Kitu pekee alichokuwa nacho ni moyo wa uvumilivu, heshima na imani kwa Mungu. Na katika mji huo huo aliishi msichana aliyeitwa Eliza, binti wa familia tajiri sana. Baba yake alikuwa mfanyabiashara mkubwa wa ardhi, hoteli na migodi. Mama yake alikuwa mwanamke mashuhuri kwenye vikao vya wanawake matajiri. Eliza alizaliwa kwenye dhahabu, alilelewa kwenye hariri na alitembea kwenye barabara za marumaru. Lakini moyo wake haukuwa wa dhahabu, ulikuwa wa unyenyekevu. Rama alimwona Eliza kwa mara ya kwanza katika maktaba ya mji. Yeye alikuwa amekaa kwenye kona, akisoma kitabu cha imani na hatima ya mwanadamu. Eliza aliingia akiwa na marafiki zake, wakicheka na kupiga picha. Lakini mara macho yao yalipokutana, kulikuwa na kitu kilichotulia hewani. Rama alihisi kama moyo wake ulisimama kwa sekunde chache. Eliza alihisi kama kuna sauti moyoni mwake iliyomwambia Huyu si mtu wa kawaida. Lakini rama hakumfuata, hakumwambia chochote. Alijua tofauti ya maisha yao ilikuwa kubwa kuliko bahari. Rama aliamua jambo moja: nitamgojea, sio kwa kumlazimisha, bali kwa kumwonyesha tabia yangu. Kwa miaka mitatu kamili, Rama alikuwa anamsalimia Eliza kwa heshima, anamsaidia bila malipo, anamwombea kwa siri. Hakuwahi kumshika mkono wala kumwambia na kupenda. Na Eliza akaanza kubadilika, akaanza kuona uvumilivu wake, unyenyekevu wake, moyo wake safi, maneno yake ya busara. Siku moja Eliza akajiuliza, kwa nini huyu kijana hanilazimisha? Kwa nini ananiheshimu kuliko wote? Na hapo moyo wake ukaanza kumpenda Rama polepole, pole. Baada ya miaka mitatu Eliza akamuuta Rama na kusema Rama, kwa miaka mitatu umenionyesha mapenzi bila kelele. Leo nataka nikuambie nimekupenda. Rama akapiga magoti kwa machozi, nilijua Mungu atafanya kazi yake kwa wakati wake. Wakapendana kwa dhati, wakawa na ndoto moja, tutaoana, tutaishi kwa heshima na tutamwacha Mungu awe katikati ya ndoa yetu. Lakini watu hawakufurahia, watu wakaanza kumwambia wazazi wa Rama "Hawa matajiri wanatumia watoto masikini kama chombo, wakimaliza wanawaacha." Na wazazi wa Eliza wakaambiwa, "Binti yenu anapendana na masikini, ataangusha hadhi yenu, muozesheni kwa tajiri, tazameni Rakesh, mtoto wa Ambani." Wazazi wa Eliza wakamwita, "Achana na Rama, hatuna mahusiano na masikini." Lakini Eliza akasema kwa ujasiri, kama Rama hana pesa leo, ana Mungu na Mungu hunijaza kuliko mali. Kile ambacho watu hawakukijua ni kwamba Mungu alikuwa tayari amempangia Rama kuinuliwa kupitia familia hiyo. Ndani ya miezi michache, Rama alipata wazo la biashara, akapewa mtaji na mtu asiyejulikana, akafungua kampuni ndogo. Ndani ya miaka miwili, biashara ikakua haraka ajabu. Ndani ya miaka mitano, Rama akawa mfanyabiashara mkubwa kuliko hata familia ya Eliza. Watu wakasema, ni bahati, lakini Eliza alisema ni Mungu. Hatimaye wazazi wakakubali. Rama na Eliza wakafunga ndoa ya kifahari sana. Lakini harusi yao haikumbukwa kwa dhahabu, ilikumbukwa kwa upendo, machozi ya furaha na ushuhuda wa Mungu. Na baadaye wakawa watajiri wa ulimwengu, lakini matajiri zaidi kwa upendo na imani. Baada ya Rama na Eliza kukiri mapenzi yao, furaha ilijaa mioyoni mwao, lakini hawakujua kuwa siku hiyo pia ilikuwa mwanzo wa vita kubwa ya maneno, shutuma na macho ya chuki. Habari zilienea haraka, mji mzima: binti wa tajiri anapendana na masikini. Watu wakaanza kuwatazama kwa macho ya kejeli.